<coughs> Karibu sana, Mungu akubariki. Ni kipindi cha kutafsiri ndoto yako. Kwa hiyo, kama uko na ndoto ambao ungetaka niweze kukusaidia, unaweza kuandika hapo, nitakusaidia na pia unaweza ka like. Kama ni mara yako ya kwanza, waweza kusubscribe kwa chaneli hii, na Mungu wetu atakubariki, utabarikiwa. Naweza ukaandika ndoto yako.

Sema Bwana Yesu asifiwe. Pasta, kuna mwanaume anahitaji kunioa. Nimepitia mashambulizi makali na nimeota paka wawili bluu, paka wawili wakubwa wa bluu wananikimbiza ni, ni nini maana yake hii ni mashambulizi ya majini ni mashambulizi ya majini haitakikani uweze kuolewa haitakikani uweze <coughs> kuolewa hii inahitaji uombewe kuvunja laana na madhabahu ya majini Dorothy Usipozingatia hii, itakuwa vigumu kuwa kwenye ndoa. Unaweza kuja kuolewa, lakini ukweli ni kwamba itakuwa ni ndoa ya majozi, ni ndoa ambayo itakuwa na mashambulizi ya kimajini, utashambuliwa. So hii unahitaji tu, unahitaji maombi, unahitaji kuombewa, unahitaji kuvunja madhabahu ya majini na utakuwa sawa. maana tayari ushaoneshwa usha, kuna shida usha, ushafunuliwa usha kuna matatizo. Sasa upuuza hauutakuwa umetatua bado, ugonjwa utakuwepo, na kwa muda maalum ambao amba umepangwa na ulimwengu wa giza, utapitia mashambulizi. Amina. Karibu sana dada Modesta, nafikiria niki nikimaliza utapata teksti yangu, amen. Andika ndoto yako kama Ninye, kuna ndoto itakayokusaidia. Kama sio wewe, ninge kuwa wapi mimi? Alafu pia unaweza ukatuma sadaka yako, unaweza ukatuma sadaka yako, waweza ukatuma pia sadaka yako, utabarikiwa, naweza ukatuma sadaka yako. Shalom Morin Nekesa Mungu akubariki. Mungu akubariki Nekesa, barikiwa sana. Nekesa, barikiwa sana. Lawrence Claro asema bwana sifa mchungaji, nimeota bwanangu ameletwa na former boss wake nyumbani na gari ya black ya Prado. Okay, inategemea former boss waliachana namna gani. Kama waliachana kwa ubaya, basi haitakuwa nzuri, lakini kama uh, aliondoka ama kwenye ndoto unaona kwamba kulikuwa sawa, wako na matatizo, basi Mungu anamletea mmeo aa, ama anampa majira ya mafanikio. Anaenda kufanikiwa anaenda kufaulu. Tuko pamoja? Anaenda kufanikiwa, you never know. Mungu anamwinua kwa kiwango cha yeye pia kuja kuwa boss. Ndio unazungumziwa unapaswa kumwombea. Amen. Kala ya black tafuta kwenye video yangu, nimefunza nini maana ya kuota na rangi nyeusi. Kala black sio wakati wote inaonyesha ubaya. Wakati mwingine inazungumzia maturity, ukomavu. Wakati mwingine inazungumzia uh, mafanikio na pia ile uh, durability, yaani kitu ambacho kinaweza kikadumu kwa kipindi kirefu kwa hiyo huenda kuna mambo mume anayapitia, basi anazungumziwa, kuna mafanikio, kuna durability, ama pia Mungu anaenda kumpea divine connection, atampatanisha, atamuunganisha na mtu ambaye ni mkuu na maisha yake itakuwa sawa. Amen, Amen. Sakina, shalom, barikiwa sana Sakina mefurahi kukuona leo. Aha, nimeota niko mahali sherehe, niko pande ya wapishi, tunapika. Nikaona choo kuna foleni kubwa. Uh, nikaenda kuangalia choo ni mbili, ila moja imejaa haifai kutumiwa. Nikavaa gloves uh, nikachukua waya refu, ni unblock. Sasa sijui kama uliweza ku unblock ila sasa hii nakwambia ni change of location. Kuna mambo unapaswa kuyafanya kwa namna tofauti kama unahitaji matokeo. Pia kuona hii una unblock ni ishara ya kufungulisha baraka ambazo zilikuwa zimekwama. Sawasawa, choo inasimamia environment, mazingira yako, mahali ambapo unahitaji kufanya vitu kwa hiyo naambiwa ni kipindi cha kuleta utofauti. Ondoa vitu ambavyo havifai, toa uchafu, ni maisha ya utakaso, kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kukifanya, kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa maisha yako n ni, ni wakati wa kuweza kuunblock, toa vitu, toa vikwazo, toa vitu ambavyo a adui anataka kutumia kuleta tatizo lta tatizoalafu, nimeota niko sehemu nilikuwa naishi kitambo, nilikuwa nimetembea nime naisi kiu nikaona nyumba nikaona na nikaona maji nikaona maji, akanipa akanipakulia ugali na mboga, nikala. Nikasema huyu mama ana utu na upendo, nikaamka. Hongera sana, maana Mungu anaenda kuleta watu ambao wana utu, watu wanaofaa kwa maisha yako, watu ambao watakusaidia katika kipindi kigumu, watakao kusaidia katika kipindi cha uhitaji. Mungu anawaleta kwa hiyo ni ndoto nzuri, ndio kwa maisha yako. Alafu mwingine anasema, Morina anasema, mchungaji, uh, ukiwa kwa usingizi alafu mtu anakwambia jina jina ya mtu fulani eti atakuja kukuona, but no connection, huyo mtu ako mbali sana. Naomba nisikize, ni Bwana anaongea na wewe. Huyu anayeongea na wewe ni mjumbe anakuzungumzia siku zinakuja, utakutana na mtu ambaye haumfahamu, ama huko unamfahamu, na atakuja kuwa msaada kwako, sawasawa sawa. atakuja kuwa msaada kwako ni divine connection Anasema, nimeota nacheza, ninacheza mchezo wa karata na mchungaji wangu na mke wake, mimi aa, mama na mke wake, tukawa mimi na mke wake kwenye mchezo, ila yeye bado anashindwa. Nikasema wa kwanza huwa anakuwa wa mwisho. Jambo la kwanza, kucheza karata sio nzuri kucheza karata sio nzuri, ni kamari. Ile takuja kuwafundisha ipo kwenye maandiko. Hata hizo michezo ya kubet, nina nini na nini, ni chukizo kwa Mungu na inafungua milango ya laana kwa maisha ya mtu. Ndio sababu watu wengi wamefilisika, wengi wamekufa baada ya kupoteza hela, wengi wamekumbwa na na wamepatwa na stroke, depression na nini. Sio nzuri, watu wa Mungu wakati mwingine unahitaji kuelewa chanzo cha hizo hela. Utaambiwa ni zile pesa zinasanywa na nini na nini, so kuwa mwangalifu, ntawafundisha hizo. Ina hatari kubwa sana, ina hatari kubwa sana. Kwa hiyo yeye kuona anashindwa, basi hapaswi kufanya hivyo vitu, hapaswi kufanya. Sasa hii ndoto nakuzungumzia kwa fumbo Maybe mtafika mahali kuna kuzoeana isiyo ya kawaida ambaye inaweza ikamuingiza mtumishi wa Mungu kwa tatizo kwa shida. Nimekuja kujua washirika wengi hawabarikiwi, ama wengine wanafika mahali pa kuzoea mafuta kiasi kwamba unapata ya kwamba wanaweza kudharau yule mtumishi na ikaleta tatizo. Kwa hiyo angalia sana mahusiano yenu. Anasema shalom, nimeota na kula nyama ya kuku na ilikuwa na supu, na kuna mwanaume alikuwa anataka tukule yote, na mimi nataka nibakishie, nibakishie msichana wangu na baba yangu, lakini huyo mtu alikuwa anataka kukula yote. Ndoto hii inakutahadharisha, angalia sana, usije ukawa mtu akusaidia sana nje ama watu kukutumia vibaya, ukafika mahali pa kusahau watoto wako. Na hii kitu inafanyika sana, inafanyika na watu wengi. Wakati mwingine tunasahau wale wa nyumba yetu, nasahau familia kwa hiyo ni ndoto na kutahadharisha, usikubali kutumika vibaya, kilicho chako kikatumika ukasahau wanao. Profetesa asema nimeota my house girl ananialika kwa harusi yake, nikakataa. Leo nimeota amenipikia chips na alikuwa na chips zake kwa sahani pia, nikakataa. Unapewa tahadhari, unapewa tahadhari kuona umekataa ni tahadhari ni onyo, unapewa kuna mahali ambapo mtakuja kufika, amtapelekana na house girl vizuri, amtapelekana naye vizuri. Kuna vitu atavifanya ambaye kwako roho yako itakataa, sawasawa, ama hata uje ukute kama ni kabisa kabisa, inakuwa ni masuala pia ya ndoa yake, ikawa ile ndoa roho yako inakataa ama yule mtu ambaye anataka kumuoa ama anaolewa naye sio mtu sahihi, sio mtu mzuri, kwa hiyo roho yako inakataa. Kwa hiyo usijokashangae, maybe anakuja ama atakuja kuambia kitu kama hiyo, kama uko naye ya kwamba anataka kuolewa, ni ishara kwamba yule mtu sio mtu sahihi. Ila sasa hapa kukuandalia chips ukakataa pia kuna vitu atavifanya ambavyo moyo wako hautaitikia kabisa. Moyo wako hautaitikia. Kuna maneno atakuwa akikwambia haitakwenda ambatana na moyo wako, kwa hiyo ni signal unapewa kwamba kuna jambo linakuja kutokezea mbele. Uh, unahitaji kuliombea maana linaweza kuumiza moyo wako. Amina sakina. So, na kuombea Ukiweza wasiliana nami maana, juzi nime, nime delete messages nyingi sana kwa WhatsApp, kwa sababu simu ilianza kukosa space, inabidi nifute. Kwa hiyo iliweza ku kuondoa ma, okay, numbers nyingi za, za watu. Kwa hiyo sina namba yako, unaweza kunitext alafu tukaongea, maana juzi nimekufikiria, juzi nimekuwaza ila sikina. Bwana anasema anakupa ushindi. Bwana anasema nimekupa ushindi. Kuna ushindi unapokea kazini, kwa maisha yako, kwa familia kuna ushindi mkubwa sana Bwana nakupa Shalom. niliota kazini uh, kazini, kazini ama kazi, nafikiria unamaanisha kazini, okay. na kazini, amekufa na watu wa nyumbani walikuwa wanalia. Yawezekana kabisa unafunuliwa jambo litafanyika ya kuna kifo inakuja na hata kama sio hiyo kazi, inawezekana kuna mtu wa familia lakini wa mbali kidogo, ambaye atakuja kuondoka. Sasa, mchungaji, nifanyeje? Unachopaswa kufanya ni kuomba, omba ukemee roho ya mauti, kemee roho ya kifo ambaye inataka kuinuka kwa familia. Msije mkalia kama jamii, naomba tuweze kulike. Amen, na pia Tuma sadaka yako, mwambie Bwana, kwa sadaka hii nakupa shukrani yangu, kama vile nilivyowaelekeza watu usiku jana. Usiku nilikuwa live, mwambie Bwana, sadaka yangu, nakushukuru kwa kunipa uwezo wa kutawala anga yangu, ulimwengu wa kiroho. Hamna mchawi, hamna pepo, hamna adui atakayetawala anga yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tuma sadaka yako, Alafu pia kama upo unaandika hapo, Tanzania mpya yaja, Tanzania mpya yaja. Unajua, watu mara mingi tunapouza, kuna kijana wangu kanisani, nafikiria miezi kama mbili imepita nili mke wake akija kutoa sadaka, nikamwona bwana akaniambia mwambie mmewe aombe sana maana, kuna roho ya ajali. I think Uh, iko kwenye video, lakini ilirekodiwa wakati ambapo hatukuwa na tukuwa na shida ya mtandao kanisani jumapili ile nyingine, lakini nitaweka hizo shuhuda jinsi ambavyo Mungu alimnusuru kwa ajali. Alipata ajali ya pikipiki, kama nilivyosema, maana niliambia mkeo mara tatu saa kijana alifika mahali ameanza kulegea, ataki kuja kanisa na nini. Akapata ajali pikipiki iliruka kando, yeye na mwenye alibeba akaingia kwenye mtaro, ila Mungu alimuokoa mzima mzima. Aliniambia kwamba hatacheza na Mungu tena. You see, kama prophets, wakati mwingine Mungu anatuonesha mambo yanayokuja anatuonyesha mambo yaliyo siri ambayo wewe mwenyewe hauoni, na hata hapa wengi wenu ni mashahidi. Kuna watu nimewaambia hii itakupata. Mnakumbuka yule mpendwa aliota na mti ambao umeanguka nyumbani? Kamwambia ni kifo cha mtu wa maana sana kwa familia, omba. Akapuuza, alirudi kutuambia babake na mwanawe walikufa baba na mama wali, wa, I mean baba na mwanawe walikufa, walipoteza watu wawili. Mnakumbuka? Kwa hiyo wakati mwingine usipuuze kile mtumishi wa Mungu anakuambia awe mchungaji wako awe ni mtumishi. Unajua tunaishi kwenye kizazi kinachodharau watumishi wa Mungu, kizazi kinachodharau watumishi wa Mungu. Ila kudharau mtumishi wa Mungu haitakuletea Haita kufanya ati imzuilie yule mtumishi kuwa mtumishi wa Mungu. Mungu ana namna ya kufikisha ujumbe, ila sasa yeye Mungu ndiye anajua walio wake, sio wewe. Unajua, wakati mwingine huwa ninashangaa sana sanakuta watu wanasema, aa, ni wahubiri waongo haa, ni watumishi waongo aa, kama mwingine leo nimeona ameandika kwa nini wahubiri wengi wanahubiri maji na wanakunywa divai? Nika na mimi nikaandika pale kwa comment, kwa sababu Yesu ni maji ya uzima, na Yohana sura ya nne, Yesu akatengeneza divai. Unanielewa, Yesu ni maji ya uzima, ndio maana wanahubiri maji na Yohana nne Yesu akatengeneza divai. Sasa utakuta huyu ana sababu yake ya kutaka kuhukumu, wakati ambapo yeye mwenyewe haishi maisha yaliyo sawa, haishi maisha yaliyo sawa. Tuna waumini wengi sana ambao ni wanafiki hata kuliko watumishi. Sasa mtumishi utampiga kwa sababu ya cheo chake, lakini wengi wa waumini hawa tunayewachunga wana vituko, wana mambo mengine maovu hata kushinda yale watumishi wanafanya, kulingana na wao, so Mungu atusaidie. Huyu anasema shalom, niliota kazini. Okay, hiyo kazi nimemaliza. Madha Gata anasema Tanzania, mpe yaja profetess wanasema watoto wanacheza kwa sauti ya juu sana, au wako kule nje, wako nje mbali. Tena wacha nione.